Kwa jina naitwa Pili Ndimanya mkazi wa mtaa wa Sangara Mvuti hapa Chanika Mvuti kata ya Msongola wilaya hii ya Ilala mkoa wa Dar es Salaam. Changu mi nizaliwe mwaka sabini mpaka leo makamu haya tunafanya chaguzi zote, sijawahi kuona fujo kama hii iliyotokea kwa sasa, na hii kwangu mimi nasema ya, haya sio maandamano labda kama maandamano ya kudai uhuru, sio. Watu hawapendi amani yetu Tanzania kwa kweli. Jinsi tulivyotaharuki wananchi kwa tukio kubwa kama hili, kuchoma moto magari, kuchoma nini, kuambiwa tukae ndani, tukae ndani. Unaambiwa ukae ndani huna ndani. Hata ule unga wa kula ndani na watoto, maduka yote yamefungwa na kulala saa kumi na mbili, bunduki pale zinalia, mabomu yanalia. Kwa kweli imetuathiri wa Tanzania na waasa wale wajukuu zangu mimi wanaofanya kitendo kama hicho, hata kama mkipewa pesa hapa, mmeharibu. Kwa maana hiyo, Tanzania yetu imeharibiwa kwanza sisi na sisi tunaonekana watu wa fujo, lakini sisi si watu wa fujo wa Tanzania, sisi ni watu wa amani muda wote. Mtanzania ni mtu na wa amani kwanza, anafanya shughuli zake. Kupoteza kupoteza ule muda wa shughuli ni kazi, lakini kwa hili wametuletea jipya kwa kweli. Wito wangu mkubwa, naomba watoto wote vijana wetu wote ambao wanaotumika na hao watu wanyamazi, kwanza waone wale waliowatuma walikuwa nao, waliowasirika ni kina nani? Wale waliowasirika ile kundi la vijana waliyetumwa, ile uliopewa wee shilingi mbili ndilohasirika, lakini mwenzio yuko kwenye kiyoyozi anaongea tu kwenye simu, we unatekeleza. Waache tufanye shughuli zetu. Yaani bora wangekuwa wanadai mama tunataka ajira, mama tunataka ajira, tukopeshe mikopo, tukafanya biashara, yaani hapo tungewaelewa. Sio maandamano ya kutaka kuua watu, kufanya nini? Kwa kweli, hiki kitu mimi nakilaani, nakilaani kweli kweli, naomba vijana wabadilike. Pale ilikuwa kama siasa, hiyo sio siasa. Siasa mama kafanya siku sitini kampeni za wazi kabisa, kila mkoa akaenda na hata viongozi wengine wamefanya, wabunge wamefanya, hatujaona maandamano ya kusema tumtaki fulani tumtaki fulani. Hii ni hila tu ya kusema wachafue hii nchi yetu. Tunaomba tuilinde nchi yetu sisi wenyewe, tusiharibu sisi wenyewe maanake, inaonekana kama vile sisi ndio wenyewe tunaiharibu wenyewe, tunataka tuige wenzetu wanapotembea na magodoro huko na hawajulikani wako wapi, wanalala mbugani. Na sisi hatutaki itokee hiyo hali mimi naomba wito vijana waache kabisa na wasii kabisa waache, kama kiongozi wao wao, ana, ana, ana, ana, waasa waache, mama anasema waache basi, tuache kweli, tutulie tufanye shughuli zetu.